Kaimu mkurugenzi mkuu wa mradi wa mabasi yaendayo haraka DART Ronald Rwakatare amesema ukiukaji wa sheria za barabarani ni miongoni mwa na miongoni mwa madereva jijini Dar es Salaam ni moja ya changamoto zilizobainika katika hatua za awali za uendeshaji wa mradi huo. Akizungumza wakati wa ziara ya bodi ya DART katika miundombinu ya mradi huo, Rwakatare amesema tangu kuanza kwa huduma za DART ajali zaidi ya kumi na tatu za magari hayo zimesharipotiwa. njia zetu za DART kuingiliwa na watumiaji wengine ambao hawatakiwi. Kwao tunatoa wito kwamba watu waheshimu hizo njia na za DART na wasipite humo. Aidha, iwe bodaboda ziwe daladala, wao watembea kwa miguu na watu wengine wote wasitembee ndani ya njia za DART kwa sababu kwanza, wana wanaleta itilafu kwenye mfumo wetu wa kusafiri, mabasi yanachelewa yanapata ajali, na hata hizo ajali zinaleta gharama kubwa ya matengenezo kwa mabasi ambayo yamenunuliwa kwa gharama kubwa. Kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Kinondoni Ali Hapi amesema polisi inaendelea na operesheni dhidi ya watu wanaokiuka sheria za usalama barabarani na hadi mchana hii leo watu zaidi ya 40 wamekamatwa kwa tuhuma za matumizi mabaya ya barabara. Na kwa ndani mtazamaji wa taarifa hii kuhusu mabasi endayo haraka, tafadhali endelea kutazama taarifa yetu ya habari hasa katika Hadubini, habari kwa kina.